Hii hapa hivi ilikuwa ni shingapi? Hii ni... yeah, cheni. Cheni, okay, kwa shingapi? I think ni kama si elfu ishirini na, okay, tano kitu kama hicho. Hapa cheni cheni cheni cheni, kwa shingapi? inayotokea muda ujue kitambo, kwa hata sikumbuki t-shirt ii ni polo. mm -hmm. Uh, polo siju anaweziwezaga like shingapi? mm. si hii iko kama zawadi ua yeah. mkanda hu mkanda hi hapa hivi hapa nilipata lini? m mm -hmm. mi nguo napataga sometimes, hata wanangu wanakuwa wananitumiaga tu nguo hivi yeah. kama hivyo hivi jeans, jeans kuna stylist wangu mmoja wana wana wana page yao ambao wana design wanaitwa, okay. Wanaitwa Paleo. Oh. Yeah, so mara nyingi pia oh. kwa mfano tukiwa tunafanya shoot kuna nguo oh. zingine wanakuwa ananiachia kama hivyo oh, okay. so I think hii ni moja hapo. Na chini kabisa huko ni Timberland. Mm. Yeah, Timberland.